Bob Marley safari ya muziki upinzani na umoja Bob Marley mwana Jamaika alizaliwa tarehe 6 February 1945 katika kijiji cha Nine Miles. utoto wake ulikuwa mgumu akikabiliana na changamoto za kijamii na mchanganyiko wa rangi hata hivyo alikuwa na ndoto kubwa kufanya muziki wenye ujumbe aliposogea Kingston Trench Town aliunganisha nguvu na marafiki zake Peter Tosh na Bunny Wailer. Pamoja walikuja kuunda kundi la The Wailers. Muziki wao wa rege haukuwa tu burudani, la hasha, bali ni sauti ya haki, upendo, amani na uhuru. Wimbo kama Get Up Stand Up ulikuwa wito kwa wananchi kuchukua hatua na kusimama dhidi ya ukandamizaji. Katika miaka ya 1970 Bob Marley alikuwa sauti ya dunia. Albamu kama Exodus, Kaya na Uprising ziliwasha hamasa kote. Wimbo wake wa One Love ulionyesha kuwa muziki unaweza kuunganisha watu mbali na tofauti zao. Lakini ushawishi wake haukuwa bila hatari. Mwaka 1976 alishambuliwa nyumbani kwake kabla tu ya tamasha kubwa. Hata hivyo aliishi, hatua hii ilionyesha ushujaa na dhamira yake ya kweli. Bob Marley haukuwa msanii tu, Alikuwa mwanaharakati. Katika tamasha la One Love Peace Concert mwaka 1978, alikusanya viongozi wa vyama vyenye upinzani mkubwa, akiunganisha vichwa, akionyesha nafasi yake ya kati kama mwamvuli wa amani. Aliimba si kwa burudani pekee, bali kueneza ujumbe wa haki, uhuru na mshikamano. Alifariki tarehe 11 Mei 1981 akiwa na miaka 36. Lakini urithi wake umeendelea. Mamilioni ya watu duniani bado wanapenda muziki wake wakichochewa na mafunzo yake ya maisha, uhuru na upendo. Bob Marley ni ishara ya matumaini kutoka kijiji kidogo cha Nine Miles hadi viwanja vikubwa vya dunia. Safari yake inaonyesha kuwa muziki unaweza kuleta mageuzi ndani ya mtu na jamii kwa kweli sauti yake haijafya na ujumbe wake bado unasikika kila kona ya dunia. Makala hii imeandaliwa na Norita Prosper. Kwa kwaherini.